Bwana awe nanyi. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Sura ya nane aya ya ishirini na moja hadi ya thelathini. Yesu aliwaambia Mafarisayo, mimi naondoka nanyi mtanitafuta nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Basi wayahudi wakasema, Je, atajiua? Kwa kuwa asema mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Basi wakamwambia, u nani wewe? Yesu akawaambia, hasa neno lilo hilo ninalo waambia. Ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli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 Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni jumanne ya juma la tano la Kwaresima. Injili yetu ya leo imetupatia wazo kuwa Yesu anataka wanadamu wote waokolewe toka utumwa wa dhambi na wafike mbinguni. Katika somo letu la injili mazungumzo kati ya Yesu na Mafarisayo pamoja na waandishi wa sheria yanaendelea. Bwana wetu Yesu Kristo anawaambia waziwazi kabisa kuwa watakufa katika dhambi zao. Dhambi yao ni ipi? Ni ya kuto kumwamini Yesu. Katika maandiko tunaambiwa yeyote aaminie na kubatizwa ataokoka. Rejea Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko sura ya kumi na sita aya ya kumi na sita. Ni katika kusadiki kuwa Yesu ni mwana wa aliye juu. Mafarisayo na waandishi wa sheria na wote waliokuwa wanamsikiliza Yesu wangepata wokovu. Yesu anaendelea kuwafundisha kuwa, kuwa atainuliwa juu, yani atatundikwa juu, na ni kwa kutundikwa huko atawavuta wengi kwake na wengi watapata wokovu. Tunapoendelea na kipindi hiki cha Kwaresima, kila mmoja wetu anaalikwa atambue kuwa Yesu ndiye mkombozi wa ulimwengu. Ni katika kusadiki fumbo hili la ukombozi, yaani mateso, kifo na ufuko wa Yesu, tutaokolewa. Tusikubali sasa kuendelea kuishi na dhambi, kwani tukifa katika dhambi tutaenda motoni. Kila mmoja wetu anapewa mwaliko wa kumwendea Yesu na kutubu dhambi zake kwa njia ya sakramenti ya kitubio. Mtume Yohane katika waraka wake anasema, tukiziungama dhambi zetu Mungu ni mwaminifu atatusamehe dhambi zetu na kututakasa uovu wote, rejea Waraka wa Kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote sura ya kwanza, aya ya tisa. Tuzidi kumwomba Yesu atujalie neema tuweze kujichunguza dhamiri zetu na kama tupo katika dhambi yoyote binafsi au ya kijamii, tuziungame na tuanze maisha mapya, ili tuweze kuwa na muunganiko mwema na Bwana wetu Yesu Kristo, na mara baada ya maisha yetu hapa duniani tuweze kufika mbinguni. Naendelea kuwatakia mwisho mwema wa mfungo wa Kwaresma. Ni mimi Padre Richard Barnos wakili paroko katika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Kagwa, Lindi mjini. Tumsifu Yesu Kristo.